Marhaba, tunalikunjua jamvi letu na kuanza moja kwa moja hadi mjini Mombasa ambapo kijana mmoja ameuawa baada ya walinda usalama kuivamia misikiti ya Musa au Masjid Shuhada na ule msikiti wa Sakina uliopo majengo mjini Mombasa kwa kigezo cha kutafuta silaha hatari ndani ya misikiti hiyo. Kwenye taarifa yao, idara ya polisi imesema kwamba inaamini kwamba msikitini, katika misikiti hiyo miwili imekuwa ikitoa hamasa na misimamo mikali kwa vijana wanaochochewa kujiunga na makundi ya kigaidi. Polisi pia wametangaza kuatia nguvuni vijana mia mbili hamsini na moja pamoja na kupata silaha hatari ndani ya msikiti hiyo. Swala ambalo halijapata majibu ni nani ambaye amekuwa akificha silaha katika maeneo ya ibada. Jonjuma na maelezo zaidi. Misako ya polisi iliyofanywa alfajiri ililenga sehemu kadhaa za kisiwa cha Mombasa almaarufu Mvita hasa maeneo ya majengo ambapo misikiti Musa na Sakina ipo. Polisi wanasema walikuwa na habari za ujasusi kuwa vijana katika misikiti hii walikuwa wanapanga shambulizi la kigaidi ndipo sasa wakaelekeza operesheni ndani ya misikiti hiyo na kulazimika kumuua kijana mmoja aliyejaribu kuwazuia. Mayek sasa anasema ndani ya msikiti Musa gruneti tano zilipatikana, sime panga na visu na kala za video kuhusu ugaidi. Isitoshe, vijana 16 walipatikana ndani ya msikiti huo. Ndani ya msikiti Sakina, polisi wanasema wamepata gruneti tatu, bastola moja, risasi sita na silaha nyinginezo butu. Kadhalika, vijana wanane walipatikana. Kwa jumla vijana 251 wametiwa mbaroni kwenye msako huo, yeah. Maeneo yote ya misikiti hiyo miwili yamewekwa chini ya ulinzi mkali wa polisi, hali ambayo imezuia watu kuikaribia. Biashara zote eneo hilo zimetatizika kiasi cha haja kamati. Zinazosimamia misikiti hiyo zimetakiwa kufika mbele ya polisi, huku operesheni ikiendelea. Where and who are their preachers, and what are their teachings? Hofu ya waumini walioogopa kuzungumza ni kuwa operesheni hiyo ni kama imefunga misikiti hiyo. Kama kuna ajali barabarani, utaswali hapo. Hebu niambie. Si mpaka ukilia hiyo ajali tufute fute ndio watu waanze kuswali. Jambo ambalo viongozi wa kisiasa wametaka polisi kufikiria upya na pia kujumuisha wadau wote kwenye vita hivyo. Wale sisi hatuwatetei wala hatuwazungumzii, tunasema mkono na mamkondo wa sheria uwende kikamilifu kwa mtu yoyote ambaye anafanya uhalifu vitendo kama hivi. Vile polisi wamechukua hatua kama hizi, ni muhimu waweze kuinvolve uh, uh, local leadership. Hayo yakijiri mshukiwa mmoja wa ugaidi ambaye picha zake zilisambazwa na polisi kuwa hatari na anatakikana amejiwasilisha katika kituo cha polisi leo huku kamanda Robert Kitur akihimiza wengine kujisalimisha. Sikuja kufanya kazi na mtu yowote bali ni mtu mwenye amani. Mwisho wa yote ni ushirikiano mwafaka kati ya dini na vyombo vya usalama kukabili changamoto iliyopo. John Juma KTN katika makao makuu ya polisi Mombasa.